Namshukuru sana rais wa chama cha wanasheria ametuasa viongozi kwamba sio vizuri kuendelea kuzungumzia zungumzia yaliyojiri tarehe ishirini na tisa kwa sababu tarehe ishirini na tisa Oktoba kwa sababu yanatuonesha vidonda, na pengine anaweza pia asisaidie sana katika mchakato wa haki. Sasa niseme kwanza, nakubaliana naye asilimia mia moja, na pili, naongezea pale aliposahau kwamba sio viongozi wa serikali peke yake, na viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za kijamii na wanaharakati. Rais ameunda commission ya kufanya inquiry, inaendelea kufanya kazi. Kuendelea kuzungumzia zungumzia, kwa viongozi wa serikali wa taasisi za, za kijamii vyama vya siasa wanaharakati, kuendelea kuongelea ongelea nje ya mfumo wa kisheria uliowekwa kwa jambo hili ni kutolitendea haki taifa letu. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu anayeipenda Tanzania akubaliane na rais wa chama cha wanasheria kwamba tusitoneshane, tutoe nafasi kwa vyombo vya kisheria kutimiza wajibu wake. Hilo la kwanza, lakini la pili, ili inamhusu pia rais wa chama cha wanasheria Eh, na nitawasimulieni nyinyi, mtajua baadaye ananisaidiaje. Mwaka elfu mbili na tano wakati wa uchaguzi wa ubunge pale Songea mjini, siku moja kwenye kampeni, baada ya kumaliza kuzungumza kuomba kura wananchi wakapewa nafasi ya kuuliza maswali. Mwananchi mmoja akainuka, akasema, sisi bwana, hayo yote uliyoongea tumeyaelewa, lakini sio muhimu sana. Mimi na wenzangu tuko hapa kumi na tano, tuna mechi kesho, tunataka mipira. Tunataka mipira kwa ajili ya kesho. Tarehe ya uchaguzi mechi itakuwa imeshapita sasa. Yuko rafiki yangu mmoja anaitwa Rajabu, alikuwepo pale, akaomba kipaza sauti natoa tano hapa hapa kwa ajili ya mipira. Aafu akatoa, naiweka namna hii, mara pap. Tulikuwa tumesahau kama nnaegombea naye ni wakili Mbogoro. Uchaguzi umeisha, mi nimetangazwa mshindi. Mbogoro kaenda kafungua kesi. Na lalamiko la kwanza kutoa rushwa kutoa mimi nimeita wanasheria nimekaa nao pale, nawaambia hii kesi, mbona hamna kesi hapa? Wakaniambia, mheshimiwa, hebu tuitazame. Wakapitia, wakauliza kuhusu ushahidi, wakaambiwa mkando wa video, jamaa akipeperusha hela. Wale wanasheria ma advocate wenzake na Mwabukusi. Wakasema mheshimiwa, hapa, huu napa kutokea. Katika sheria ama umefanya wewe ama ajenti wako huyu atatambulika kama ajenti wako labda pale pale alipotaka kutoa hela ungechukua kipaza sauti useme sio mchango wangu, si usiki nao, hukusema chochote, ulipiga makofi. Sasa nawaambia jamani, mimi ubunge wenyewe ndio mara ya kwanza tunaingia, hata miezi mitatu sina, mnataka mnichomoe. Nawaambia mawakili wangu tunafanyaje? Wakasema tuachie, tukatafakari. Wamekaa masaa matatu hivi, wakarudi wakasema wana hapa namna pekee ya kukuokoa ni PO. Sasa sasa, PO PO, ndio ni sasa. Mnajua mi, mimi baba yangu alikuwa polisi. Ukisema tu PO hivi hivi, minafikiri polisi officer. Kwa hiyo ikabidi wanielekeze taratibu, hiyo kitu inafanyaje. Kwa hiyo wakasema sasa hii inahitaji research, kwa hiyo tuachie, tukaifanyie kazi, na tuachie muda wa kutosha muda gani? Wakasema hata wiki mbili, nataka research, hatuwezi kukwambia tu, maana njia pekee ya kutoka ni hiyo, hakuna nyingine. Basi wakaenda wakaanza kufanya research yao. Walisema wiki mbili, lakini siku ya tatu wakarudi, wakaniambia kazi imeisha, tumeshashinda hii. Mmeshindaje? wakaniambia pio <laughs> wakili aliyemtumia mbogoro ajalipa ada ya wakili. <laughs> bahati nzuri ukiwa kule mtaani tunasema, ngoma ikaenda mahakamani, habari ikaenda mahakamani pio. Ah, jaji akasema pio, hii imesimama kesi nje. Sasa mpaka wakati ule ilikuwa Tanganyika Law Society Regulations peke yake zilikuwa zinasimamia jambo hili, lakini kwa kesi ile sasa na bahati ikaenda pia rufaa, rufaa uamuzi ukasimama mahakama ya rufaa ilipoenda mahakama ya rufaa ndiyo sasa. Ikishaenda kwenye mahakama ya rufaa inageuka kuwa nini? Sheria, kwamba sasa sio administrative issue tena, ni mandatory, na wanasheria wote wanajua, mawakili wote wanajua. Kwa hiyo nilichotaka kusema ni kwamba kipato cha TLS kiliongezeka kwa sababu ya ile kesi yangu. Sasa Mwabukusi, mnanisaidiaje? Mheshimiwa Jaji Mkuu, baada ya kuyasema hayo, sasa ninayo heshima kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutamka kwamba mwaka mpya wa mahakama elfu mbili na ishirini na sita umezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. <laughs>